Katika sehemu iliyopita ya simulizi yetu, tuliishia pale ambapo Mchungaji Daniel aliamua kwenda kanisani kwa Mchungaji Ezekiel kwa ajili ya uchunguzi na kukutana na vitu vilivyompa mashaka na kiu ya udadisi zaidi. Na kuanzia hapo akaamua kuingia rasmi kwenye vita ya kiroho ili kuubaini ukweli halisi wa mambo. Ungana nami sasa katika sehemu hii ya pili ya simulizi hii ya mchungaji wa miujiza ya damu ili kuupata uhondo kamili. Na hii ndiyo sehemu ya pili ya simulizi yetu ya mchungaji wa miujiza ya damu. Ibada ilipoanza, mchungaji alitokea. Sauti yake ilikuwa tulivu. Maneno yake yalionekana ya kawaida. Lakini Daniel aliona tofauti. Kila alipokaribia madhabahu, walinzi walikaza macho. Kila alipoinua mikono kuomba, wahudumu walinyamaza ghafla. Hakukuwa na makelele. Hakukuwa na vurugu. Lakini kulikuwa na hofu. Baada ya ibada, watu walianza kutoka. Daniel hakutoka haraka. Alingoja hadi kanisa liwe karibu tupu. Alisimama polepole. Akaanza kutembea kuelekea pale kwenye mlango mdogo. Kabla hajafika, mhudumu mmoja alimtazama kwa macho makali. Hii unatafuta nini hapo? aliuliza. Daniel hakushtuka. Hicho alisema, kwa sauti ya kawaida. Mhudumu alionekana kusita, kisha akamwonyesha njia nyingine. Hicho kiko kule, alisema haraka. Daniel akarudi nyuma, lakini ndani ya kichwa chake uamuzi ulikuwa tayari umefanyika. Lazima arudi tena. Usiku huo Daniel hakulala. Alikumbuka kila kitu alichokiona. Walinzi, e, mlango uliofungwa, e, hofu ya wahudumu e. Hiki hakikuwa kanisa la kawaida. Kesho yake alirudi tena. Safari hii hakuingia ndani. Alizunguka nyuma ya jengo. Aliona dirisha dogo karibu na ardhi. Lilikuwa limefunikwa kwa pazia jeusi. Akasogea karibu. Akainama. Ndani kulikuwa na giza. Lakini aliona mishumaa ikiangaza. Kisha akasikia sauti. Sio sauti ya kuomba, ilikuwa sauti ya kunong'ona. Daniel alijisogeza nyuma polepole. Sasa alikuwa na uhakika, kilichokuwa kinafichwa hakikuwa cha Mungu. Daniel aliondoka pale bila kukimbia, lakini moyo wake ulikuwa unapiga haraka. Usiku huo alikaa kimya. Hakumpigia mtu simu. Hakumwambia mtu alichokiona. Alijua kitu kimoja, akifanya kosa dogo tu angeweza kupotea. Siku iliyofuata alirudi tena kanisani. Safari hii alijifanya kama mtu anayehitaji msaada wa kiroho. Alimfuata mhudumu mmoja baada ya ibada. Imini, nina tatizo, alisema kwa sauti ya chini, e, ninahitaji kuonana na mchungaji. Mhudumu alimwangalia kwa sekunde chache, kisha akamwambia Nisubiri hapa. Daniel alikaa kwenye benchi, aliangalia saa, dakika zilipita. Kisha walinzi wawili walikuja. Hawakusema chochote, walimsimamia tu pande zote mbili. E, huku, mmoja alisema. Daniel akasimama, akafuata. Walipita nyuma ya madhabahu, mahali ambapo waumini hawaruhusiwi Mlango ule ule aliyouona awali, hii ulikuwa umefunguliwa. Walipoingia hewa ilibadilika, ilikuwa nzito, ilikuwa baridi. Chumba kilikuwa kidogo, mishumaa iliwaka sakafuni. Kulikuwa na alama za ajabu ukutani. Daniel alihisi tumbo lake likijikaza. Huu haukuwa msaada wa kiroho. Mchungaji aliingia, hakukuwa na Biblia mkononi hakukuwa na tabasamu. Ingu natafuta nini hasa? Aliuliza. Daniel alimeza mate. Inataka ukweli, alisema. Chumba kilikaa kimya, mishumaa ikaanza kuwaka zaidi bila mtu kuigusa. Mchungaji alicheka kidogo, sio kicheko cha furaha, kicheko cha mtu aliyechoka kuficha. Ni watu hawataki ukweli, alisema. iwanataka miujiza Daniel akachukua hatua moja nyuma. Hewa ikazidi kuwa nzito. E, unajua kinacholipiwa miujiza? I mchungaji akauliza. E, sio pesa tu, akatulia kidogo. E, ni roho. Daniel akahisi miguu yake ikitetemeka. Ghafla mlango ukajifunga kwa kishindo, mishumaa ikazima yote kwa wakati mmoja. Giza ndani ya giza. Sauti ikasikika. Ilikuwa nzito, haikutoka kwa mchungaji. hii umemleta? sauti ikauliza. Daniel akajua hapo hapo, hii haikuwa tena kanisa, na yeye i alikuwa ameingia mahali pasipo na njia ya kutoka kirahisi. Daniel alisimama pale gizani, hakujua afanye nini, hakujua atazungumza nini. sauti ile ilirudia tena. Umemleta? Mchungaji hakujibu mara moja. Alipiga magoti taratibu. ni bado, alisema kwa sauti ya heshima, lakini anaona kulikuwa na kimya kifupi, kisha hewa ikatetemeka kidogo e kuona ni hatari. sauti ikasema, wanao kuja hapa hawaruhusiwi kuondoka. Daniel akahisi jasho likimtiririka mgongoni. Alichukua hatua moja nyuma, lakini hakukuwa na mahali pa kwenda. Ghafla mwanga mdogo ukaonekana, mishumaa miwili ikawaka yenyewe. Daniel akaona kile kilichokuwa mbele yake. Haikuwa mtu, haikuwa mnyama. Kilikuwa kitu kirefu, kikiwa kimesimama pembeni ya madhabahu ya chini. Uso haukuwa wazi, macho mawili mekundu yalikuwa yakimwangalia. Daniel alitaka kupiga kelele lakini sauti haikutoka. E, kwa nini umemleta? E, sauti ikauliza tena. Mchungaji akainamisha kichwa. E, alikuja mwenyewe, alisema. E, nilijaribu kumrudisha. Macho yale yakamgeukia Daniel. E, uliona nini? i e, sauti ikauliza. Daniel alifungua mdomo kwa shida. E, niliona e kanisa linaloficha kitu, alisema. E, nilitaka kuelewa. Kulikuwa na kimya tena, kisha kicheko kidogo kikasikika. Kilikuwa kizito, kilikuwa cha kuogopesha. E, ukweli hauwasaidii watu, sauti ikasema. E, huwaangamiza. Mchungaji alisimama, alimwangalia Daniel kwa macho yenye hatia. E, nilianza hivi hivi, alisema. E, nilitaka kusaidia watu Nilitaka miujiza. Alinyamaza kwa sekunde chache. Ei hey, lakini kila kitu kina gharama. Kiumbe kile kikakaribia hatua moja, sakafu ikatoa sauti ndogo. Deni linaongezeka, sauti ikasema. Ina damu bado haitoshi. Daniel akasikia hayo maneno wazi kabisa, damu bado haitoshi. Hapo ndipo alielewa hatari aliyokuwa nayo. Kwa nguvu zote alizokuwa nazo Daniel alisema, "Niacha hii." Chumba kizima kikatikisika kidogo. Mchungaji akageuka haraka. "Ee usizungumze," alipiga kelele. "Ee hujui unachofanya." Lakini ilikuwa tayari kuchelewa. Macho mekundu yakamwangalia Daniel kwa muda mrefu. "Ee umenisikia?" sauti ikasema. "Ina nimekusikia Mlango uliojifunga ulitoa sauti ndogo kama kitu kinachofunguliwa. Mchungaji akashtuka. "Eh, hapana," alisema kwa sauti ya hofu. "Sio yeye, mimi ndiye tuliyekubaliana." Kulikuwa na kimya kizito, kisha sauti ikasema maneno yaliyomfanya Daniel ahisi baridi mwilini. "Ei hey, tutazungumza kuhusu hilo." Hapo ndipo Daniel alijua jambo moja Hakukuwa na miujiza bure, na adhabu hii ilikuwa inaanza kubadilisha mlengwa. Kimya kile kilidumu kwa muda mrefu, kirefu kuliko maombi, kirefu kuliko hofu. Kisha mchungaji alianza kutetemeka, mikono yake ilianza kujikaza kana kwamba kuna kitu kinamvuta. Uso wake ukabadilika taratibu, jasho likaanza kumtiririka Hapana, esi leo, alisema kwa sauti ya kuomba e, nitakuletea wengine, nitafanya unachotaka. Daniel alimsikiliza kwa mshangao. Huyu hakuwa yule mchungaji aliyewaongoza maelfu ya watu. Huyu alikuwa mtu aliyekuwa anaogopa. Sauti ile ikateka kidogo. E, umesema hivyo mara nyingi, ikasema. E, lakini sasa macho yako yanafunguliwa. Ghafla mwanga mkali ukamulika chumba. Sio wa mishumaa, sio wa umeme. Daniel alifumba macho. Alipoyafungua tena, kitu kimoja kilibadilika. Kiumbe kile hakikuwepo tena. Lakini alama ukutani zilianza kung'aa. Mchungaji akaanguka chini kwa kishindo. Alipiga kelele. Sauti ya maumivu, siyo ya kuigiza. Daniel akasogea nyuma kwa hofu e, hii ni nini, nini aliuliza. Mchungaji akageuka taratibu. Macho yake hayakuwa yale yale, yalikuwa mekundu kwa mishipa. E, ni mwanzo alisema. E, sasa wanaanza kunichukua. Mlango ukafunguka kabisa. Daniel hakusubiri, alikimbia. Alipita kwenye korido nyembamba Hakujua anaelekea wapi, alikuwa anataka tu kutoka. Alisikia sauti nyuma yake, hatua nzito, sio za binadamu. Alianguka, akajikokota, akasimama tena. Hatimaye akaona mwanga wa nje, alitoka nje ya kanisa. Hewa ya nje ikampiga usoni, akaanguka chini akihema. Ndani ya kanisa kelele zilianza, sio za watu, sio za wanyama. Asubuhi ilipofika, kanisa lilikuwa kimya, lakini kitu kimoja kilikuwa kimebadilika. Mchungaji hakutokea tena madhabahuni. Wahudumu walikuwa wanalia, walinzi walikuwa wananyamaza. Watu walianza kuuliza maswali, lakini hakuna aliyekuwa na majibu. Daniel alikaa nyumbani siku tatu, hakutoka hakupiga simu. Usiku wa siku ya tatu alisikia mlango wake ukigongwa pole taratibu. Alipofungua hakukuwa na mtu, lakini chini kulikuwa na kitu kimoja. Biblia ilikuwa imefunguliwa na ukurasa mmoja ulikuwa umechorwa mstari mwekundu. Maneno yalisema hivi. "Hii ukweli ukiwa umeonekana hauwezi kufichwa tena." Daniel alikaa chini akaelewa sasa, hii haikuwa tena hadithi ya mchungaji mmoja, ilikuwa vita kati ya giza na nuru, na yeye e, alikuwa tayari ameingizwa katikati. Asubuhi ya siku iliyofuata habari zilianza kuenea: mchungaji hakuonekana, simu yake ilikuwa haipatikani Nyumba yake ilikuwa imefungwa. Kanisani wahudumu walijaribu kuendesha ibada lakini haikufanana na kawaida. Hakukuwa na nguvu, hakukuwa na miujiza, hakukuwa na amani. Watu walikaa kimya, wengine walianza kuondoka katikati ya ibada. Hapo ndipo mambo ya ajabu yakaanza. Mwanamke mmoja aliyekuwa akishuhudia sana miujiza alianguka ghafla. Alipiga kelele akasema anaona moto. Mwanaume mmoja alianza kutapika damu kidogo, hakuwahi kuwa mgonjwa. Mtoto mmoja alianza kulia bila kukoma, akisema iyupo, yupo pale nyuma. Watu wakaanza kukimbia, kanisa likafungwa siku hiyo. Daniel alikuwa nyumbani kwake akisikiliza redio. Habari zilikuwa zinazungumzia kanisa lile. Ni hali ya sintofahamu mtangazaji alisema, i hakuna maelezo rasmi. Daniel alizima redio, alijua hii ilikuwa mwanzo tu. Usiku ulipofika, ndoto zilimjia, aliota yuko kanisani, madhabahu yalikuwa yamevunjika na chini yake kulikuwa na damu nyingi. Akasikia sauti ile ile ikisema, i hakuna aliyekimbia. Daniel alishtuka usingizini. Siku ya nne, mchungaji alionekana sio kanisani, bali hospitalini. Habari zilisema alipatikana amezirai barabarani. Mwili wake ulikuwa dhaifu sana, macho yake hayakuwa yanafunguka vizuri. Daniel alipoona picha yake alishtuka. Hakuwa yule yule, alikuwa amekonda sana Uso wake ulikuwa umejaa hofu. Daniel alijua lazima amuone. Alifika hospitalini jioni, aliingia taratibu, aliuliza hadi akamfikia mchungaji. Alikuwa amelala, mashine zilikuwa zinatoa sauti ndogo. Daniel alisimama pembeni ya kitanda, hakuzungumza. Mchungaji alifungua macho polepole pole. Alipomwona Daniel macho yake alijaa hofu. Iwewe, i alisema kwa sauti dhaifu. I uliona? Daniel alitikisa kichwa. Mchungaji akajaribu kukaa sawa, akashindwa. I hakuniacha alisema. I lakini sasa sio yeye tena. Daniel alimsikiliza. I mimi nilifungua mlango, mchungaji akaendelea. I lakini kile kinachokuja sasa i hakihitaji mlango. Daniel akahisi baridi. E, ni nini? Aliuliza. mchungaji akameza mate kwa shida. E, ni adhabu. Nje ya hospitali radi ilipiga, mvua ilianza kunyesha ghafla. Daniel alijua jambo moja sasa: hii haikuwa tena siri ya kanisa, ilikuwa jambo lililokuwa linaanza kugusa kila mtu, na mwisho wake e eh. Ungekuwa wazi kwa wote. Naam, na huu ndio mwisho wa sehemu ya pili ya Mchungaji wa Miujiza ya Damu. Ungana nami katika sehemu inayofuata ili kujua nini kinafuata baada ya hiki. Kuwa karibu na channel yetu kwa kusubscribe na kutufollow. Asante.